Shalom. Leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa. Ningependa kipekee kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi, kwa ajili ya neema, kwa ajili ya kibali, kwa ajili ya upendo wake kwetu ambao haujawahi kupungua. Ningependa nianze kwa kuomba kwanza. Bwana Yesu, nakushukuru. Mungu naomba unisaidie nitakapenda kuongea, nisiongea kwangu bali Mungu naomba ukaseme yale mambo ambayo unataka ungependa niongee. Mungu, naomba uzungumze kupitia mimi. Mapenzi yako yatimize, si kama mimi nitakavyo bali kama watakavyo, kwa kuwa ufalme ni wako na utukufu hata milele. Amina. Leo ningependa kuongelea jambo moja. Kuna video nilirekodi jana usiku usi, na siku ya sija ya upload kwa sababu katika ile video nimeongea kila kitu, kwao naisikiliza ili niediti, yaani nijue naongea nini yes, lakini weza katika ile video ambayo nilirekodi, kuna swali moja ambalo hilo swali mimi nimelipata baada ya kurekodi hilo video: Mtanzania ni nani? Swali lenyewe ni hapo, Mtanzania ni mtu wa namna gani? Je, yeah, Mtanzania ni kwa taswira ya kimungu, Mungu alivyomuumba Mtanzania alimuumba ni mtu wa namna gani? Kwa sababu ukisoma Bibilia, Mungu aliumba kila kitu, siku ya mwisho ndo Mungu akamuumba mwanadamu ili atawale. Na ukiangalia Tanzania ni nchi ambayo ina rasilimali zote, ina madini, ina water bodies, ina mbuga za wanyama, ina kila kitu, ina rasilimali misitu na ina rasilimali watu Mungu, Mungu alivyoweka hizo hazina katika hii nchi alimuumba mwanadamu wa aina gani, ambaye haja azitawale hizi nchi. Mungu hawezi akakuumba kwenye sehemu ambayo kuna madini, alafu wewe haja kupa akili ya kujua kama hayo ni madini na unayatumiaje kwayo. Wakati nafanya hayo maombi, nikamuuliza Mungu, Mtanzania ni nani? Mtanzania ni mtu namna gani ulivyomuumba Mtanzania? Uli, uli, ulimuumba Mtanzania awe nani awenani? Ndo nikapata ufunuo na ufunuo wenyewe ndo unausema. Mungu akaniambia, kwanza, Mtanzania ni mtu ambaye yani kwa yeye alivyoumba, so kwa ku define yani, kutokana na experience na nini? hapana, kwa yeye alivyoumba, alimuumba Mtanzania kama ni mtu mwenye utisho alimpa yaani, mtu ambaye ana utisho, mtu ambaye yuko very powerful, afu mwenye sauti ya mamlaka hiyo. tiko cha kwanza ni watu wenye utisho, watu very powerful, afu watu wenye sauti za mamlaka. Napozungumzia utisho, nazungumzia ni watu wa kuogopeka, yani by nature. Hicho ni kitu ambacho Mungu alitumbia sisi nimesema utisho, mamlaka na kuogopeka. Kitu kingine, Mungu akaniambia, Watanzania ni watu wenye akili sana, yaani wenye akili kupitiliza, yaani ni watu ambao wana akili kupita kiasi, na ndio maana Tanzania unakuta vijijini huko kuna watu wanagundua vitu mpaka unashangaa jijini watu hawajasoma hawajaenda shule, lakini unakuta watu wanatengeneza umeme, wanatengeneza redio, wanatengeneza nini. Ahi, lakini huyo mtu hajasoma hajafanya hayo. Matukio yamekuwa ni mengi nchini, na hadi kuna kesi moja hivi ya innovation ilifanyika Njombe mpaka mi chuo kikuu nimesoma. Kwa hiyo hicho, Mungu akaniambia kwamba Watanzania ni watu wenye akili kupitiliza. Kingine Mungu akaniambia Tanzania ni watu wenye nguvu. Nguvu za nini? Yani nguvu hizi za kazi, ukiacha n ni yani nguvu za kazi, yani ni watu ambao by nature ni watu ambao wana nguvu, they are very powerful. Kingine Mungu akaniambia wa ni watu wenye upeo, yani umkubwa, yani ni watu ambao wana maono ya mbali sana ni watu ambao wenye akili kubwa sana, ni watu ambao yani huwezi ukawa control kwa kawaida. Sasa swali likaja, kama watu yani kama hivi ndo Mungu alivyotuumba, kwa nini hatufanani? Kwa nini hatupo hivi? Kwa nini yani, kwa nini, kwa nini hatupo hivi kwa sababu sasa hivi haya mambo yote niloyaongelea hapo hamna hamna kabisa hamna. Nikaingia tena kwenye maombi, baada ya kuomba ndo nikaonyeshwa mambo ambayo naenda kuyasema. Haya mambo nayaongea kama kufanife, kila mwanadamu atakufa. Mi nani iko hivi, kuna madhabahu ambazo zimejengwa zime zinatolewa sadaka na watu watawala. Hizi madhabahu zilianza toka kipindi cha ukoloni na kuendelea. Hizo madhabahu wanafanya kuroga na kutoa sadaka, na kila watu katika nafasi zao wamekuwa wakitoa sadaka ili kukontrol Mtanzania ni mtu ambaye huwezi ukamkontrol kwa njia ya kawaida na